Tarehe 29 mwezi huu wa kumi, ishirini na tano ni siku muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania, ambapo Watanzania watatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaowaongoza katika nafasi ya uraisi wa bunge na udiwani. Jeshi la Polisi kupitia taarifa hii ningependa kuhakikishia wananchi na wageni watakaokuwa nchini mwetu kuwa hali ya usalama ni shwari sana, na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Pia wananchi wanahakikishiwa amani na usalama wa kutosha siku ya Jumatano. Hivyo nijitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yeyote ile. Aidha, ninawahakikishia, tumejipanga vizuri sana kumdhibiti yeyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza ama kwa makusudi au kwa nia ovu kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya nchi kwa kisingizio chochote kile siku hiyo ya kupiga kura na baada ya kupiga kura. Atakayethubutu kuvunja sheria asimlaumu au asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi kwani elimu imetolewa vya kutosha na kwa muda mrefu.